Leo tutajifunza namna rahisi sana ambayo wewe kama mtumiaji wa Ghala Merchant App, utaitumia kuweza kuongeza bidhaa au kuweka stock kwenye duka lako ambalo limesajiliwa na sisi Ghala. Kwa hiyo, chukua simu yako, fungua application yako ya Ghala Merchant App, alafu baada ya kuifungua nenda kwenye hiyo sehemu imeandikwa stock. Uh, iko chini tu kidogo hapo, ibonyeze hiyo sehemu ya stock. Alafu hapo, kama tayari umeshaweka stock, hizo stock zako ambazo za bidhaa zako zote zitaonekana hapo. Lakini pia kupitia hii e stock management, uh, kwenye hii Ghala Merchant App utaweza kuona bidhaa ambazo zipo zinakaribia kuisha, lakini pia utaweza kuona idadi ya bidhaa ambazo zimebaki. Lakini pia kingine, uzuri wake ni kwamba utaweza kuona bidhaa ambazo tayari hazipo tena kwenye stock. Kwa hiyo leo wacha ni kuelekeza namna rahisi kabisa ambayo utaweza kuitumia kuongeza bidhaa kwenye hii Ghala Merchant App. Upande wa kulia chini, kuna button moja hivi ya kujumlisha unatakiwa kuibonyeza. Ukishaibonyeza hapo ndipo tunaanza kazi yetu rasmi ya ku, kuongeza bidhaa au kuongeza stock kwenye application yetu hii ya Ghala Merchant App. Kwa kwa hiyo hiyo mimi, tuchukulie mfano ninauza headphones, kwa hiyo nitaandika uh, headphones nitaandika kama jina la bidhaa ambayo ninauza, alafu nitaandika maelezo kuhusu hiyo bidhaa. Kwa hiyo nitaandika bidhaa maelezo yake. Kwa hiyo baada ya kuandika, pia itanibidi mimi kuweza kuandika category ya bidhaa yangu hii. Mimi hii headphones ambazo ninaziuza ni electronics, kwa hiyo nitayachagua category ya kwangu mimi ni electronics, kwa hiyo nitachagua hii electronics. Baada ya kuchagua electronics, nitachagua unit type, yani, uh, ninauza kwa kilo, ninauza kwa lita au ninauza kwa piece. Kwa hiyo ninaiuza hii kitu kwa piece. Kwa hiyo kama wewe ni, ni, mfanya biashara labda una fanya biashara ya kuuza samaki na unauza samaki kwa kilo, basi utakuwa utachagua unit tab yako kama ni kilo. Kama unauza vimiminika, basi utachagua hiyo sehemu ya lita. Lakini kwa sasa hivi kwa kweli mimi nauza headphones, kwa hiyo maana yake ninauza kwa pieces, kwa hiyo nitachagua hii sehemu ya piece. Baada ya kuchagua hapo, nitaweka bei, tuseme labda nauza 2025 alafu kwa tuseme kama ninazo 50 kama stock quantity kwa hiyo kama umeleta mzigo utahesabu mzigo ulionao ni idadi yake ni ngapi, alafu uh, hiyo idadi ndo hii stock quantity ya kuweza kuandika hapa. Hii itakusaidia kuweza kuweza kujua uh, mwenendo wa stock, kama stock inaisha au stock bado ipo au imeisha kabisa. Lakini hapa itakubidi wewe kuweza kuweka picha za bidhaa ambazo wewe unakuwa unaziongeza. Kwa hiyo unatakiwa ubonyeze add item images hapa, ili uweze kuchagua bidhaa ambazo unataka kuongeza. Kwa mimi nimechagua hizo bidhaa zangu mbili. Then baada ya hapo nitabonyeza hii button imeandikwa done. Baada ya kusha kuibonyeza itakubidi wewe kuweza kwanza kukagua vizuri maelezo ambayo umesha yaingiza kwenye hii Ghala Merchant App, ukishajiridhisha bonyeza save. Alafu, moja kwa moja tayari tutakuwa tumefanikiwa kuweza kuongeza bidhaa kwenye uh, Gala Merchant App. Kwa hiyo hapo inakuuliza kwamba would you like to add another product, kwa sasa hivi no. Maana yake itakupeleka kwenye uh, stock zako kwenye, kwenye ukurasa ambao una, unaonesha stock zako, bidhaa ambazo tayari zipo. Kwa sasa hivi ndo kwanza tumeweka hizi headphones zetu, kwa hiyo ninaweza nikaibonyeza hizi headphones, lakini kfunguka hapa na nikaona mwenendo wake kama tayari sasa, watu washaanza ku, kuinunua nitakuwa naona sasa hapa hapa kwenye sales summary hapa, nimeuza units kadhaa ya na kwenye hizo units zimepatikana uh, kiasi kadhaa, na kwenye stock uh, mibaki kiasi uh, mibaki, zimebaki uh, idadi kadhaa ya headphones. Kwa hiyo ndio njia rahisi hii ya kuweza ku ongeza stock kwenye on application yetu hii ya Ghala Merchant App.